Hii ni Silent Ocean Uni Awards ambayo ilianza mkoani Mbeya tukaingia Morogoro na sasa hivi tuko Dodoma kama unavyoona hapa uh, Chuo cha Mipango wanafunzi wamejikusanya tayari kwa uh, kutafuta talent, lakini sisi Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo kazi yetu sisi ni kutafuta wajasiriamali, na huu ndio usiku husika ambao tunazungumza nao kujiandaa na kesho yao, ambapo tunawaletea hii hapa, inaitwa Kipato Chako Chatosha ambayo inamwezesha huyu mwanafunzi kujihusisha zaidi na biashara ili kuitengeneza kesho yake. E, bwana, mimi natoka Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo. Eh, wadhamu kwa Silent Ocean Uni Awards as you can see kama hapo bango linaongea kipato chako chatosha, hii hapa. E, ni nikisema kipato chako chatosha ina maana hiyo pesa ulionayo ama kipato ambacho unakiingiza chochote kile. Siwezi kukitaja kiasi ambacho unaingiza ila amini kwamba kinatosha. Una uwezo wa kusafirisha mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki, Marekani pamoja na India. Sasa basi, katika hizo nchi tano tumeongeza huduma ya ndege, okay. Eh, kuna nchi tatu tunasafirisha kwa ndege ambazo ni India, Uturuki pamoja na Marekani. India tunasafirisha kwa meli siku ishirini na mbili tu, mzigo wako unakuja kufikia. Hiyo ni meli, lakini kwa ndege tunasafirisha siku tatu mpaka nne Marekani ni siku saba tu kwa ndege, lakini kwa maji ni siku sitini miezi miwili tu mzigo unakuwa umefikia. Lakini tuku kwamba mali za Marekani ni genuine, yani OG. Uturuki tunasafirisha kwa siku arobaini na mbili kwa meli mb, lakini kwa ndege ni siku nne mpaka tatu. Dubai tunasafirisha kwa meli kwa wiki mbili tu mzigo wako unakuwa umekufikia. Sasa hey. Haya sasa, usiku wa kutafuta eh, talent yani Silent Ocean Uni Awards umefikia tamati. Safari hii inaelekea Mwanza, na hapa umeona jinsi ambavyo tumezungumza na hawa wanafunzi hapa eh, tulikutana na wanafunzi wa CBE, tukakutana na wanafunzi wa Mipango pamoja na wanafunzi wa UDOM. Wameonyesha talenti nyingi sana lakini pia wamepata vipeperushi vya Kipato chako cha Tosha na semina kubwa ambayo imewafunza kuitengeneza kesho yao. Sisi Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo hatuna la zaidi zaidi ya kusema kwamba tunashukuru sana UDOM kwa mwitikio wenu mkubwa, na mmeonyesha ni jinsi gani mnajiandaa kwa ajili ya kesho. Sasa tukutane Mwanza, sasa au vipi eh?